Oh, ndo, ndo maneno anaongeleka yo hivyo, we kakaangu, mfano kila, kila, kila siku watu wanakunyoshea we kidole tu ujioni, hmm? Kila siku watu wanakunyoshea we kidole ujioni. Eh, chakufanya hey, akuna okay. Ana miaka mingapi sasa hivi pale madarakani? Kafanya nini? Wow, okay. Eh, yani yeah. Sisi furaha yetu Simba Simba Day kisha, yani ikishaanza ligi, ikishaanza mechi za kimataifa, huzuni, mtu unaangalia mpira, maji yako pembeni, presha. Kwa hiyo imefikia hatua sasa hivi wana Simba furaha kuipata paka Simba Day. Eh, Simba Day, yani Simba Day ile hamasa kibao sijui nini mambo kibao, lakini sasa hivi ushubwada ligi ikianza lakini, lakini nafasi zinatengenezwa, amekosa magoli mawili, akakosa magoli mawili. Ndio atole shida nini, atoe shida nini? Wachezaji wenu ni mdogo. Eh? Uwezo wa wachezaji. Itakuwa. Hapana uwezo. Itakuwa. Wachezaji, wachezaji mm. Nao kuna sana, nao nakuta sosi mm. Matatizo kwenye timu yetu. Ah, kwa hiyo matatizo ya timu yanachangia wachezaji fulani. Eh, uongozi hata hata darasani, yani mkiwa mnaona mwalimu naye anakuwa yuko na nyie muda wote, lazima nao wanafunzi wanakuwa na down. Nakwambiaje, sisi mechi zetu Simba na Namungo, Simba sijui na Mbea Siti, Simba sijui na Mashujaa, ndo furaha. Lakini ilishafika Simba na naniliu, Simba na Yanga, Simba na Azam sijui sim... yani hapo ndo shida inapoanzia. Cha kwanza, sisi mashabiki kusema ukweli hatuna umoja hatuna umoja. Yaani, unaona wenzetu Yanga kipindi kile, Yanga anafanya vibaya ulikuwa ni uwanjani kwanza, unakuta anahesabika uongozi. Lazima mtafakari, timu inajengwa na mashabiki, sisi ndo kila kitu. Wale wanapata nguvu kwa ajili yetu, sisi unaona pale Simba Dei wanavyotuona na furaha, wanakwepogwa na furaha kupitia sisi. Yaani tuongele tu moja, kwa mfano kama sasa hivi simangungu ndio tunaona nini, tumtoe Aondoke e, yaani yaani, ukiwa unaoshia kidole kila siku, wewe wewe, nani? Jiondoe mwenyewe, shida ile ile. wamekuja makocha ngapi? wamekuja makocha ngapi? mwisho wa siku, kila kocha atakayeondoka kocha ule pale, timu ya taifa nani? Moroko juzi kaongea, Simba timu nzuri, lakini shida iko kwa uongozi. Uongozi hauna umoja, yaani ile nguvu moja imebaki nguvu tu, umoja hakuna Sijui unaelewa, hmm, kwamba ile nguvu moja ya Simba ambayo ndo kauli mbiu <coughs> imebaki nguvu, nguvu yenyewe ndo sisi mashabiki umoja Baja. Sasa hakuna kuanzia viongozi hivi ushi kuona, yaani hapa tumefungwa wenzetu Yanga juzi walivyofungwa na Silver Strike. Unaona kabisa hii timu inakuja ina, ina kupata matokeo injinia kafuata mashabiki nini viongozi nini wachezaji, kwenye gari kaongea nao, walikuwa washajua sosi nini lakini sio sisi, tuna matatizo kibao, uongozi matatizo, mashabiki hatuna umoja, wachezaji hawaeleweki, ya yani imekuwa yani kama timu ambayo tu ingia toka, kila mtu anajisikia yani, anaingia ana kwenye timu yetu. yani anapaswa sasa kurudisha umoja wa Simba. <coughs> yani, yani ninakwambia kaka yangu sisi furaha yetu Simba day na nyakati za usajili na nyakati za usajili, tunapampiwa sijui anakuja mchezaji, sijui anavuka, sijui bahari, sijui anakuja mchezaji teka refu kuliko goli. Akishafika tu pale taifa pale, akija akifika, ni mechi za kibiashara anafanya vizuri. Yani ule ndio uwezo wao, yani ndio ule uwezo wa kitimu pale Mbeya City, kwa Mbeya City na Simba levo zetu tofauti. Wenyewe wakisikia mkwara sijui mpanzi sijui nani wanakuwa wana presha, lakini hawa sasa tunawashabikia. Wakija na mechi na Yanga shughuli yao imeisha. Viongozi watafakari na wenzenu waliama, na wenzetu waliama. Timu tatu zote zimekimbia, wewe upo hapo hapo tunajisifia, wao wamekimbia sijui kuongea uchawi labda sijui labda sijui amenyunyiza hatuelewi hatuelewi hatuelewi shida nini? Lakini wenzetu wameama na viongozi, yani hapo hmm. sisi, hmm. sisi mashabiki tumefungwa ile mechi na petatetiko, sisi mashabiki a mtu akanaongea mtaani amefanya ah, yango yangu amefanya hivyo ni vitu vya kawaida kwa sababu kwa nini timu tatu zote zimekimbia? Singida akakimbia, azam akakimbia, yanga akakimbia, wewe peke yako ndio ujifanye mwamba. Uwanja umeachiwa, fanya manufaa yako tuyaone, uyeleweke. Uwanja umejengewa nyewe <todicumisara> hey, uwanja umejengewa nyewe unatokea pwani sasa. <todicumisara> Hey, tumejengewa sisi sisi ndo baa mwenye nyumba, mwisho wa siku wapangaji wanatupanda kichwani, ndo masuala yake. Ndo wa shida kwenye uwanja ni nini kaka? Ah, mimi nadhani tutarudi pale pale kwamba kuna muda uongozi una force tutukane, tuutukane una force tuongee maneno mawaya mazito, ionekane kama vile za mashabiki wa Simba, mashabiki wa Simba wamekuwa vichaa. Huu uwanja uh, huu uwanja uhitaji uh, mtu mwenye di mbili. Huu uwanja uh, ushakuwa mbovu kwa Simba.

unafurahi baada ya muda fulani, unarudi kwenye huzuni ikiisha nikilio. Mimi nadhani uongozi wa Simba, yani, jitathmini. Kuna muda sometime, kuna muda sometime, pia ujue hakunaga mtu mbaya kama yule mtu unayemwamini akiwa adui yako. Mpaka yani, uje umtambue, basi ushaisha, usha inamaanisha yani, kwamba hii timu maadui ambao wamejaa ndani ya Simba ni watu ambao Simba inawaamini. Maadui yani, waliojaa ndani ya Simba ni watu ambao Simba yenyewe inawaamini yeah. Sasa mpaka kuja kuwatambua kama ndio maadui tayari Simba ishafi kama yani, simba ishafanyeje, simba ishateketea. Kwa, kwa ni swala tu, ni mfano kama hili swala. Ni vitu vitu ambavyo unaweza hata kujifunza ni napo kuambia mpira huu. Sikiliza brother, huu uwanja yani, huu mpira wa Kiafrika huu, kuna muda unachezwa hadi kitamaduni. Hii nakwambia serious kabisa, huu uwanja yani, mpira wa Tanzania au mpira wa Afrika, kuna muda unachezwa hadi kitamaduni. Nakuletea hapa yanga alivyo, alivyopata matokeo kule kwa, alivyofungwa, alivyopoteza alama kule Malawi na Silver Strikers. Unaona walivyokuja hapa, kile alichokifanya wale wakupata goli lina, ma, lina, ma, lile mawenge lile, kwa nini alikukubaliwa? Tutoke hapo wameenda kule Zanzibar, wale farabati wakupata goli lilikuwa lina mawenge lile. Basi ndio maana ndio vitu hivyo, uongozi. Tukisema uongozi changamkeni, hivi tunafeli uongozi ule. So viongozi wa mpira, yaani kuna muda pia kiongozi, yaani, kuna muda, kiongozi yaani kuna muda kiongozi kujiuzuru nao ni ushujaa. Mimi nadhani kwa Mangungu tu, lakini juzi mlikuwa na mkutano, mkutano, mkutano, mkutano, mkutano, mkutano watu wameenda pale kwanza, nini wanachama wengi eji shaenda, wanaongea nini pale kwenye mkutano wana viongozi. Ah ah. Wale wanachama ambao ni mashabiki wana kama sisi, wao wana kadi. Mimi naongea mimi ni shabiki, sina kadi ya wanachama, lakini nao nini, inaniuma kwa sababu ni timu yangu, nando nimeichagua. Mtu unafika pale, mzee anakuwa anasinzia. Wazee wale ukiwadanganya na vifeza tu kidogo, siwavunjia heshima, lakini ukweli biliani wenyewe kwenyewe wanakuja kulopoka. Wamesusa pale waandishi wa habari wameondoka, kumbe ameenda nyuma hapazia, ameenda kula bilia, hakuliacha e, chakula jipo. Kitu kingine mtu unaweza kajifanya umekasirika, lakini ukishaona msosi unasahau. Mnataka Simba jenzi, ndo sisi vijana. Next time mnamchagua kiongozi kijana Nishamuona Magoli, nishamuona sijui baba, nishamuona nishamuona sijui nani. Kuna watu kibao wanaitaka ile simba waiongoze badala yake mnaitwa kwenye mkutano. Mimi siwezi nikamvunjia heshima nani Magoli, lakini mi kwa kijana mwenzangu naweza nikaongea madukuduku yangu nini, akanielewa afu rahisi sana kwenda kuyapeleka, ataona dharau. Kama hapa tunaongelea mangungu watoto, lakini tunaona sisi tunamvunjia nini heshima lakini sisi tunaumia, mtu anaacha shughuli zake tunanua jezi mm. Nakwambiaje mm. Timu inaongoza mm. kwa brand. Mm. Unakuja uwanjani umetoa hapa shilingi yani elfu tano kubwa, elfu tano kubwa. unasikia? Maisha yako kwa usawa. Hakuna mashabiki ambao ni wavumilivu wanaficha madhaifu kama mashabiki wa Simba. Na sisi wewe fikiria jezi hizi hazijatoka, zishavuja lakini ndo zimekuwa jezi namba moja kuuzwa Jei za kimataifa zile pale hazijatengenezwa, azijafanie zimebadilishwa logo tu, zimebadilishwa yeah, eh, unaona, lakini bado watu wananunua. Ile ni timu ambayo yani misimu minne, misimu tunabembelezwa, tunajenga timu kila mwaka tunajenga timu, lakini bado tunavumilia, lakini imefika stage sasa tunachoka sisi. So watoto bwana, kuna muda hii timu na watu wakubwa yani watu wanaona a, tumechoka kama